Haya wapenzi wangu, karibuni tena sehemu ya tano. Msisahau kulike kushare na kusubscribe ili kuharakisha sehemu inayofuata. Haya, aliponiona nimemfuata, alitabasamu kama tasa aliyepata mwana, akanikumbatia akanishika mkono, tayari tuondoke nikamsikia Taifa akimuita Rilamu, akamjibu. Rilamu akaulizwa unatoka? akamjibu hapana, tuko tu -chu hapa. Akaniangalia na kusema kumbe kina Taifa wamekuja. Akaniambia rudi udansi, nitakutafuta baadaye. Kurudi uwanjani, Kaza wakaniambia hey. Nimemwambia Taifa akuangalie anti, alisema ukituponyoka atajua na tutaisha sisi. Black Mamba alirudi kuniaga, mi narudi home, si unisindikize peke yako. Kazi wakamjibu hakuja peke yake huyu. Kwa masikitiko, akanipa mkono akasema tutaonana mande chuo Nilihisi sauti yake ilikuwa na machungu kwa ilivyokuwa ruzika. <laughs> Nikamjibu sawa na asante kwa soda. Akageuka na kukifinya kwa nguvu kiganja changu na kuniambia beti, umevunja promise, sio poa. Nilijikuta nimemjibu haraka manday. Akanivuta kidogo, tugongane, kisha akaenda. Jumatatu nilikuwa roho juu juu nikisubiri kumwona Black Mamba, ila asubuhi yote hadi mchana sikumwona popote, hmm. Jamani, Black Mamba. kumi na moja jioni tulivyokuwa tunajiandaa kutoka, kijana alinisimamia mbele mbele ya dawati, nilihisi uoga fulani hivi nikashindwa kumtazama. Beti, mambo kansalimia, nikamjibu poa. Nikajifanya bizi napaka vitabu vyangu kwenye mkoba. Leo natembea na Kazo? akauliza. Nilipata nguvu ya kumtazama kwa dakika mmoja, nikamjibu sijui. Kama uwani ngoja, ama ashaenda tutoke basi huko, akibeba bagi langu, ila niligundua Black Blakmamba hakwa kawaida. Tukatoka darasani. Tulivyofika mwisho wa uwanja wa shule tukamwona Kazo akiwa mbele yetu na wanafunzi wengine, akasema nahitaji kuongea na Kazo, sijui kama ana muda. Nikamjibu sijui, labda muulize. Zoka, Zoka, sina kuita. We Kazo, sina kuita, akamwita hivyo <laughs> Kazo akamjibu Naitwa Kazo na sio Zoka, sawa? Kwa hasira, kijana akamjibu pole basi, mheshimiwa. Nilikuwa naomba kuongea na wewe. Kazo akamjibu, sina muda, nitafute kesho tena mchana. Na wewe Beti, harakisha ama tutakuacha na utajua vile utamjibu anti ukifika peke yako. Sawa, kesho nitakutafuta mapema, afande Black Mamba alikuwa na mipasho, sijui kama ni asira za diskoni au vipi. Tuishie hapo wapenzi, tukisubiri sehemu ijayo. Hivyo basi, msisahau kusubscribe ili kuwa wa kwanza kupata sehemu ijayo. Bye, nawapenda.